Moja, moja. Kuna wale wateja wa Platinum ambao walilipia shilingi laki mbili na nusu, wale watawasiliana na mhusika wa Platinum kwa ajili ya maelekezo zaidi, lakini inawezekana ukataka kuongezea fedha ili uingie kwenye huduma hii, kwa maana ya kwamba ulishalipa laki mbili na nusu yako kwa ajili ya mechi ya hapa Benjamin Mkapa utakata kipaswa, kama unahitaji utaongezea laki moja ili litimie laki tatu na nusu uingie kwenye huduma hii ya kwenda na kurudi visiwani Zanzibar. Ndugu zangu waandishi wa habari, nisiwachoshe sana, nipeni nafasi kidogo ya kumalizia mkutano wangu huu mimi na nyinyi, kabla sijamkaribisha ofisa kutoka benki ya Azania, na yeye atueleze mawili machache mazuri kuelekea katika mchezo huu kama ilivyo kawaida ya Simba Sports Club, tunapokuwa na tukio kubwa, lazima tuwe na hamasa, na hayo ndiyo maisha yetu ya kila siku. Hivyo basi tarehe ishirini na mbili kwa maana siku ya Alhamis tutakuwa na uzinduzi wa hamasa wa kihistoria ambao Zanzibar haujawahi kufanyika. Kwanza tutaanza kwa maandamano kutoka eneo la Mikunguni, tutatembea kwa miguu na maandamano hayo mpaka uwanja wa Kikwajuni, ambapo hapo tutafika na kufanya hamasa yetu kwenye matembezi yetu haya ya amani tutaambatana na matawi yote ya Zanzibar kwa maana ya pale mjini pamoja na shamba wote tutakutana hapo kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, lakini tutaambatana vile vile na matawi kadhaa kutoka Dar es Salaam ambayo yataleta uwakilishi wake. Kutakuwa kuna burudani kadha wa kadha zikihusisha ngoma zetu za Simba Sports Club. King Faida atakuwepo hapo pamoja na kundi zima la Hamasa, na kama haitoshi, tutakuwa na vigoma mbalimbali kutoka, kutoka, kutoka Zanzibar kwa ajili ya kuhanikiza jambo hili, na kwenye kunogesha zaidi uzinduzi wetu wa Hamasa, tutakuwa na Captain Tundaman kwenye upande wa Bongo Flava kwa ajili ya kutupa raha wana Simba kuelekea mechi yetu ya tarehe 25, ishirini na tano. Yaani, tutaruka ngoma za Tundaman vibaya mno siku hiyo, ikiwa mtanipiga mpaka mniuwe. Simba Sihami itapigwa hapo na nyimbo maalum ya fainali itapigwa hapo na Captain Tundaman. Itakuwa ni wapi? Itakuwa ni kikwa Juni, siku ya tarehe ya ishirini na mbili. Ndugu zangu waandishi wa habari, mnakaribishwa sana. Baada ya kufanya baraa kubwa siku hiyo ya tarehe ya ishirini na mbili, siku ya tarehe 23 ishirini na tatu, wanasimba wote ambao tutakuwa visiwani Zanzibar, tutakwenda kutembelea na kufanya dua maalum kwenye kaburi la hayati Abeid Aman Karume ni muhimu mno kwenda kufanya dua hii kwa muasisi huyu mwenye historia kubwa na Zanzibar, lakini historia yake na Simba Sports Club ni katika vitu ambavyo haviwezi kufutika na haviwezi kusahaulika. Kwa faida ya vijana wa mwaka elfu mbili, jina la Simba Sports Club ilitolewa na Hayat Abeid Aman Karume, wakati huo tunaitwa Sunderland. Yeye akashauri tuitwe Simba Sports Club na wengine wakaitwa chura. Lazima twende tukamwombee dua pale na tumweleza kwamba tupo katika ardhi yako tunataka ubingwa wa Afrika. Hili ni jambo muhimu mno, na tayari maandalizi yameshaanza kufanyika. Lakini kama ilivyo kawaida yetu, tunapokuwa na jambo kubwa, lazima tuombe msaada kwa Mungu. Kwa hiyo tarehe ishirini na tatu hiyo baada ya kufanya dua kwenye kaburi la Hayati Abeid Aman Karume tutakwenda kutoa msaada kwenye vituo vya watoto yatima, tutawajulisha baadaye majina yao. Kwa hiyo ndiyo ratiba ya hamasa kwa upande wa Zanzibar. Hii siku ya tarehe ishirini na mbili ya uzinduzi tutakuwa na mabodaboda ambayo yanaongoza msafara wetu, alafu vikundi vya ngoma vitakuwa vinafuatia nyuma pamoja na gari kubwa la matangazo, yaani itakuwa ni unyama mwingi sana siku hiyo ya tarehe ishirini na mbili. Baada ya kusema hayo, nina imani na matumaini ya kwamba sijasahau kitu. Kama kuna swali mtaniuliza, lakini kwa sasa nimpe nafasi ndugu yangu kutoka Azania Bank ambao wao ndio wadhamini wetu rasmi kwenye fainali hii ya Kombe la Shirikisho barani Afrika bosi, bwana karibu.